Wa afya na karibu kwenye taswira runinga ya Alshifa. Kumbuka unaweza kufuatilia matangazo haya mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Facebook ni Alshifa Digital Kenya, YouTube at Alshifa Television Kenya, Instagram, TikTok na Twitter at Alshifa Media Kenya. Ujambo na karibu. Naitwa naitwa Yasir. Na mtazamaji, tuanze na taarifa kuu kutoka kaunti ya Mombasa ambapo muungano wa vijana mjini Mombasa kwa ushirikiano na shirika la Powering Ambition with Action Youth Team almaarufu kama Power umeanzisha kampeni ya kuhamasisha vijana kote nchini kujitokeza kwa wingi kujisajili kama wapiga kura. Haya najiri huku maeneo ya pwani yakitajwa kusajili idadi ndogo ya vijana. Mwanahabari wetu Mwanaisha Mohamed ana taarifa hiyo zaidi. Wakizungumza mjini Mombasa, viongozi wa kundi hilo wametoa wito kwa vijana kutumia fursa ya usajili wa wapiga kura kama njia ya kushiriki kikamilifu katika mchakato wa kidemokrasia na kuleta mabadiliko ya kweli katika uongozi wa nchi. Zoezi la kuchukua kura limefunguliwa, na ukiangalia pia vile watu wamechukua kura, ukienda pale katika mitandao ya IBC pale katika online, ni vijana wachache sana, ama ni watu wachache ambao wameweza kujiandikisha, wameweza kujiandikisha kuchukua kura. Aidha, vijana hao wamezitaja changamoto za umbali wa vituo vya usajili, gharama za usafiri, pamoja na ada za kupata au kurejesha vitambulisho vya kitaifa; ni baadhi ya vikwazo wanavyopitia vijana wengi. vijana, vile kulikuwa kuna maandamano, kuna vijana wengi wamekufa na hadi sasa hakijapatikana, na kama vijana tumeangalia tukaona balaa ya kuendelea kufa, balaa ya kuendelea kuteswa, balaa pia ya kuendelea kuumia katika nchi ya Kenya ni vizuri sana kwa sababu ni katika kupiga kura ambapo tunaweza fanya mabadiliko ya rais. Amua kuzunguka vio zote vikuu za Mombasa kwa mazisha comrades wachukue kura. Si vyo vikuu peke yake, pia polytechnics, colleges, tertiary institutions na pia high schools. Because tunajua kuna wanafunzi ambao wako high schools pia wakifika mwaka 2027 watakuwa na saba, wataku eligible kupiga kura. Evans Momanyi ambaye ni katibu mkuu wa Capture Youth Focus Association ametoa wito kwa viongozi wa kisiasa na serikali kuwaunga mkono vijana ili kushiriki kikamilifu katika mchakato wa uchaguzi. It's a call for all members of parliament. We know that under the NGCDF there is funding whereby 8% is given to such kind of activities. We encourage members of parliament to be part and parcel of this. Meaning that they have to be there because we subscribe to the constitution of Kenya whereby they they took an out of office to ensure that they support the youth. Uongozi baada wao kujitokeza ama sisi wenyewe tunaweza jitokeza, na tukawa tukawania hizi viti, inawezekana. Na vijana kwa vijana tunaweza supportiana tukafika huko mbele. Ni kiripotia runinga ya Alshifa kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Mwanaisha Mohamed. Mtazamaji, tuelekee kaunti sufuri sufuri mbili ambapo vijana kupitia chama cha Waipa katika kaunti hiyo wanamuunga mkono Kalonzo Musyoka katika nafasi ya urais kwenye uchaguzi wa mwaka 2027. Wakizungumza, vijana katika kaunti hiyo wanalalamikia kutegwa katika masuala ya uongozi, na kupitia chama cha Waipa wanaamini kilio chao kitasikilizwa. Aidha, viongozi wametoa wito kwa vijana kujisajili kama wapiga kura, ili kushiriki katika mchakato wa kidemokrasia wa kuleta mabadiliko ya kweli katika uongozi wa nchi. Sisi vijana wa Kwale county tumetengwa sana kwa masuala ya uongozi, na tumeamua kukuja pamoja tuanzishe hii movement kupitia uongozi wa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Atatusaidia sisi vijana, sababu ni kiongozi ambaye anasikiza vijana. Sisi majenzi tumechoka kutumika na viongozi, wanakuja, tunawapigia siasa, tunatafutia kura, wanaondoka na tusahau. Tunataka kiongozi ambaye atatusikiza sisi kama vijana. Langu la zaidi ni kuwasihi vijana katika hii Kwale kaunti na Kenya nzima kwa ujumla katika zoezi hili linaloendelea la ukataji wa kura, vijana wajitokeze hasa kwa wingi, wachukue silaha ya kidemokrasia ambayo ni kadi ya kura, ili kuhakikisha kwamba tunabadilisha uongozi katika nchi ya Kenya tunabadilisha pia uongozi katika katika uh, ground level katika sub county. Mtazamaji, tugeuke katika kaunti sufuri sufuri tatu, ambapo wakulima eneo la Chakama kaunti ya Kilifi wanaendelea kulalamikia uharibifu wa mimea unaosababishwa na ndovu ambao kufikia sasa bado hawajadhibitiwa. Ndovu hao wamekuwa kero na tishio kubwa kwa wakazi wa eneo hilo kwa kuharibu miti ya matunda na mahindi, huku wakulima wakadiria hasara kubwa katika maeneo hayo na tukizidi kusonga mbele ni kwamba katibu wa baraza la vijana uchumi bunifu na michezo Salim Vurya anasema mpango wa kitaifa wa fursa za vijana katika maendeleo Nyota wa shilingi bilioni tano utakuza utulivu wa kijamii katika muda mrefu. Salim Vurya anasema mradi huo umeongozwa na serikali ya kitaifa na kufadhili, kufadhiliwa na benki ya Dunia unaweza kuwatibwa kwa ukosefu wa ajira kwa vijana na matatizo yanayohusiana na kijamii nchini waziri huyo alibainisha kuwa mradi wa kitaifa unalenga kukabiliana na changamoto kubwa ya ukosefu wa ajira kwa vijana kupitia mafunzo ya ujuzi usaidizi wa ujasiriamali ushauri na kuunganisha vijana na fursa za ajira mtazamaji taarifa hiyo ya Salimvure na inatupatia pumziko fupi lakini tutarejea na habari za kimataifa na spoti usiende mbali Karibu tena mtazamaji, kumbuka, unaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Facebook ni Alshifa Digital Kenya, YouTube Alshifa Television Kenya, Instagram, TikTok na X Alshifa Media Kenya. Naam, karibu tena kwenye habari za kimataifa, ambapo Rais wa Madagascar Andre Rajoelina ametangaza kuanzisha mazungumzo ya kitaifa hii leo na makundi mbalimbali ya kijamii, ikiwa ni hatua ya kukabiliana na wimbi la maandamano yanayoongozwa na vijana Hatua hii imekuja baada ya wa waandamanaji kumpa muda wa saa 48 kukabiliana na madai yao wakitishia, wakitishia maandamano ya kitaifa iwapo hatatoa majibu. Maandamano hayo ambayo yalianza kwa malalamiko juu ya ukosefu wa maji na umeme yamegeuka kuwa mwamko mpana wa kisiasa, huku vijana wakiongozwa harakati za kudai mabadiliko ya kiutawala na uwajibikaji zaidi kutoka kwa serikali. Mtazamaji, tuangazie spoti ambapo timu ya Bandari FC imemzindua rasmi Mohamed Borji kama kocha mpya kuchukua nafasi ya Ken Odhiambo baada ya kupigwa kalamu siku chache zilizopita. Kocha huyo ambaye anatoka taifa la Morocco amechukua uongozi huo kuongoza The Dockers, kwa nia bingwa wa ligi kuu nchini, baada ya kutimuliwa kwa kocha Ken Odhiambo kutoka Bandari ambayo inashiriki ligi kuu nchini Sport Pesa Premier League na kusalia bila mkufunzi. Sasa ni afueni kwa timu hiyo baada ya kumnasa kocha mpya Mohamed Borji kutoka taifa la Morocco. Akizungumza, agent ambaye alifanikisha dili hilo kutoka taifa la Rwanda alisisitiza kwamba ni kocha ambaye ako na ujuzi na uzoefu kama e, mchezaji na kocha. Mimi nilimfahamu kwa sababu ya Nabi, Nabi mnamjua alikuwa ni mtu, e, coach from Tunisia alikuwa anafanya kazi na Yanga, baadaye akawa coach wa Kaiser Chiefs. Alinirecommend, nilikuwa na makochi wengi, lakini huyu ndio niliona amejaza vigezo ambavyo bandari ilikuwa imeniomba kwa sababu kwanza, amecheza mpira, amecheza kwenye timu kubwa Raja Casablanca, sio timu ndogo. Amecheza pia kombe la dunia akiwa na kina Haji Mustafa, mmeona e, wale ambao walikuwa ni wachezaji wakubwa kipindicho cha nyuma kwenye national team ya Morocco. Kwa hiyo mimi baada ya kuona kwamba ana CV kubwa ya kucheza na kufundisha, kwa sababu amefundisha timu ya kwao inaitwa Olympic, iko nafasi ya tano sasa hivi tano, kama hasi, mtaangalia kwenye orodha ilikuwa ya tano nadhani last week nilikuwa na check kipindi ambacho nilikuwa na wasiliana naye, ananipa masifu yake na makabrasha, ilikuwa nafasi ya tano. Kwa hiyo yeye nimemleta kwa sababu amekuja uh, kutimiza malengo ya timu kwanza, timu imeniambia tunataka ligi, na yeye ni mtu ambaye anafahamu utamu wa ligi. Amechukua ligi ya kwao mara kumi akiwa mchezaji wa Casablanca, amechukua Champions League mara nne akiwa na national team akiwa imini na Casablanca pia, kwa hiyo na amecheza kwenye national team ya Morocco eh, makombe ya Afrika, wamechukua kombe la dunia, wamepartisipeti. Mohamed Bulji sasa atachukua atamu kutoka kwa John Barasa ambaye alikuwa ameteuliwa kujaza pengo aliloliacha Keno Dhiambo kama kaimu mkufunzi. Na tukisalia kwenye soka ni kuwa timu ya Al Shifa Media FC walionyesha ubabe mkali katika mechi yao ya ufunguzi kwenye ligi ya CC ni Dola Cup Alshifa Midi FC walitia kibindoni alama tatu baada ya kumpiga Kitaka FC mabao mawili kwa sifuri uwanjani Mombasa Sports Club. Mwana habari wetu Francis Muo, na habari hizo kwa ukamilifu. na timu ya Alshifa Midi FC walivuna ushindi wa mabao mawili kwa bila dhidi ya Kitaka FC kwenye mechi yao ya ufunguzi kwenye ligi ya CCN Dollar Cup iliyochezwa katika uga wa Mombasa Sports Club Kwenye mechi hiyo ya kusisimua Alshifami DFC walionyesha umakinifu na ari ya kutoa kombe hilo ambalo linashirikisha timu kutoka kaunti za Mombasa, Kilifi na Kwale. Mshambulizi Fidel alifungua ukurasa wa mabao kunako dakika 39 kipindi cha kwanza, na baadaye labo akaongeza hesabu ya mabao kwa upande wa timu hiyo dakika ya sabini na kuzamisha meli ya Kitaka FC kupata alama yoyote kwenye mchuano huo. Naibu kocha wa Alshifa Media FC Mwalimu Said alisifia vijana wake kwa kuonyesha upambanaji licha ya kupatana na timu yenye uzoefu mkubwa, huku akieleza matumaini yake ya kutoa ubingwa wa kombe hilo. kwa haya, lot of intensity, ukiangalia open, tulivyokuwa wamekuwa prepared same, na sisi tumepata chances zetu, tumeweza kuzitumia vizuri. So kwa hivyo, kwa kulingana na mchezo, unahisi kwamba wamecheza kulingana na venye ulikuwa unatarajia ama wamekuwa na utofauti wowote? Ukiangalia, tumeplan, tulikuwa na two games friendlies before kuja siku ya leo, tumeplan wamefanya perfect way. Tumewagiza haya. Ukiangalia wale ma opponents wako ambao umecheza nao hawakitaka, umehisi kwamba wamekupa ile competition ulikuwa una expect ama bado wako chini? Eh, to me, it's a best team kwa hii group nilioko na Samfia, lakini umetupatia a very difficult match, haikuwa rahisi, ni tu usali lioko wetu, tumeshukuru Mungu. Haya, kulingana na mchezo wa leo ume, ume kuna kitu chochote umesoma na kuna tactic fulani bado utaenda kubadilisha mchezo ujao ama iko sawa kitu? kwa masuala ya tactics, labda niweza kuja tofauti next game. uh -huh. Aha. Ni mchezo wa kwanza eh. Uh -huh. So unahisi group utashinda ama bado tumii The pool na inaona nitakuwa namba 1 nam. Ni maoni ya naibu na mkufunzi, um, wa kikosi hiki cha Al Shifa Media FC ambacho wamecheza mchezo wao wa kwanza kwenye hii kundi cha ya sisi ni Dola Super Cup, na wamepata ku, wameweza kupata ushindi wa mabao mawili kwa sufuri. Kumbuka ni kundi cha na hapo baadaye watakuwa wanapatana na timu ya Dreamline FC, eh, siku ya Alhamisi hapa Mombasa Sports Club na kulingana na maoni yake pia yeye ya amesema kuna imani na kwamba wamejitayarisha vizuri, na watakuwa wanatarajia kutoa ubingwa wa kile kundi cha. Kwa hivyo tutakuwa takuwa tunaangalia na tunazamia kwamba watapokutana na Dreamline FC, kwamba atabadilisha mfumo ama atasisitiza ule mfumo ambao amecheza nao siku ya leo, na kwamba kama ataweza kupata ushindi mwingine. Nikiripotia Alshifa viwanjani kutoka Mombasa Sports Club. Mimi ni Francis. Muangazie anga za juu ambapo shirikisho la soka duniani FIFA limemteua rais wa shirikisho la soka Tanzania Wallace Karia kuwa makamu wa rais wa kamati ya soka la Fukweni Beach Soka ya FIFA kwa kipindi cha miaka minne hadi mwaka 2029. Karia anakuwa mtanzania wa kwanza kushiriki nafasi hiyo ya kihistoria katika uongozi wa juu wa FIFA, na pia ni miongoni mwa marais watano pekee wa mashirikisho ya soka barani Afrika walioteuliwa na FIFA. Mtazamaji, tuelekee barani Ulaya ambapo klabu ya Barcelona ya wanawake ilionyesha ubabe wa hali ya juu katika ligi ya mabingwa Ulaya kwa kuichapa Bayern Munich mabao saba kwa moja katika mechi ya kusimua. Barcelona alianza kwa kasi wakimiliki mpira na kushambulia kwa ustadi mkubwa. Na hodha wao Alexia Putellas pamoja na Claudia Pima na Ewa Pajor waliongoza mashambulizi waliyowalazimu Bayern Munich kujilinda muda mwingi wa mchezo. Bayern Munich walifuta machozi kwa kufunga bao moja kupitia kwa Clara Bolhe, lakini haikutosha kuokoa heshima yao. Ushindi huu mkubwa unaimarisha nafasi ya Barcelona kutoa taji la mwaka huu katika michuano hiyo. Na, mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha habari hizi, mhariri alikuwa ni Mwanaisha Mohamed. Juma kamera amekuwa ni Kakaisa akishirikiana na Francis Muo Masala.